16 dabi imewasili, na ndugu shabiki wa Simba lialia kabisa. Eh bwana, ushindi leo upo au bado? tia maji, tia maji, tusubiri kidogo. Yani naweza kusema kwa asilimia laki moja japo kuwa mpira unadunda, lakini leo uwanja una maji, kwa ushindi ni asilimia laki moja kwa Simba yeah. Unaamini timu yako ambayo iko chini ya kocha Fadlu Rahman Davis inakwenda kuibuka na ushindi siku ya leo baada ya figisu figisu, lakini pia kocha Fadlu anasema kwamba yeye hana pressure. Pressure ipo kwa upande mzima wa Young Africans lakini mashabiki imekuwa tofauti, ambao tayari nyinyi mmepoteza michezo mitano mfululizo. Ah, nafikiri hiyo ni jambo la kawaida kwenye mpira kupoteza michezo mitano mfululizo. Miongoni mwa makocha ambao nina imani nayo sana ni kocha Fadu kwa sababu kwanza ni mwenye kujiamini. Ili mradi ufanikiwe kwa jambo lolote, lazima mwenyewe ujiamini. Kwa hiyo amepoteza mechi ya kwanza, nafikiri kaona, ikaona na kaongeza watu katika swala la ufundi zaidi, kwa hiyo kuhusu ushindi mimi sina wasiwasi leo. Umeongeza wachezaji wengi sana kuelekea msimu unaokuja, lakini wengi tutakuja kuwaona leo kwa uzuri baada ya Simba Day, leo ni mechi ya ushindani. Unaamini kwa wale wachezaji ambao wamesajiliwa na kocha, pendekezo lake na viongozi, wanaenda kuwapa mafanikio kuelekea msimu mpya wa NBC Premier League? na imani nao kwa sababu kwa uchache baadhi tumeona tumeweza kuona uwezo wao ukianzia kwa maema keja yule kamala na wachezaji wengine wengi ambao wamesajiliwa tumeona uwezo wao, na wengine ambao walicheza hapa ligi ndani pia tumewaona, kwa sidhani kama kuna utofauti, wachezaji wale wale na naamini kwenye talenti zao, mpaka kocha kwa wasajili aliamini. Ukiangalia mligo mpaka kocha kaamua kumsajili basi, kaona kuna pengo anakuja kuliziba, na tumeona mechi iliyopita zao jinsi aliperform ameperform kwa kiwango kikubwa sana, kwa sina wasiwasi wa viongo wa wachezaji walio sajiliwa. okay. yeah. Captain Shabalala ambaye ameamia upande wa pili yeah. sasa hivi mechi kama hii zee, huwa anaumia sana endapo Simba ilikuwa inapotezwa. Mfano mdogo, ilikuwa mechi ya Simba anapoteza dhidi ya Yanga mabao matano kwa moja, Shabalala alionekana akiwa analia kwa uchungu. Leo hii kwa upande wa pili yuko Young Africans tena akiwa amesherehekea na kusherehekewa na mashabiki, huenda hii kaleta sitofahamu kwenye mchezo wa leo, kwani ni mtu ambaye anafahamu hii nendauti za Simba. Amna, hayo ndo maisha ya mpira. Yaani uko nyumbani, kesho utakuwa mgeni. Kwao ni vitu vya kawaida kwenye mpira kwa timu moja kwenda timu nyingine. Hakuna mtu aliozaliwa Simba, hakuna mtu aliozaliwa Yanga. Mchezaji anaweza kwenda kucheza popote kule kwa sababu ni ajira yake. Kwa hiyo inawezekana alikuwa anaumia, lakini sasa hivi yupo timu pizani. Of course ni adui yetu kwa sasa, tutacheza vile ambavyo tunacheza siku zote na morale ya wachezaji naiona ikiwa iko juu. Ongezeko, okay, la mtu kama Kamara lakini leo anakwenda kukutana kuta na mtu kama Dombi ambao anaonekana wachezaji wanaokuja kufanya mazuri sasa hivi, anasifiwa kama chama mwingine, anakuja kufanya mageuzi kwenye kwenye klabu ya Young Africans. Simba mmesajili wachezaji wapya na kwenye eneo la kiungo pia kuna wachezaji wapya, je yeah, kwa jinsi ulivyoona mechi ya wananchi kwenye maandalizi ya siku yao, lakini na kwenye mechi yenu, unaamini viungo wako wanaokwenda kukaa vizuri kabisa kukabiliana na wachezaji wa Yanga? Kaka, ili naomba niongee kwa herufi kubwa kama utapata bahati ya kuangalia mpira leo utaona mwalimu akuwafundisha wanafunzi jinsi ya kucheza mpira mwalimu ni nani kamala hamna shida yani kwa yule mimi sina wasiwasi the way anavyo turning pasi zake leo utaona jinsi gani anaweza kuwafundisha watu mpira hiyo e, yani bila shaka kabisa kama utapata muda kaa chini angalia ufundi wa mtu Lakini mapema sana kumuongelea baada ya mechi moja tu Simba Day kuiona kaka anajua anajua tu hakuna kubahatisha kwenye uwanja ule zile mitamia ya ndugu yangu yaani kama una hujui mpira uweze kucheza ukaperform. Kwa hiyo aliweza kuperform pale, of course ataperform siku zote, labda siku umie, lakini tofauti na hapo, utaona uwezo wake daima. Baadhi ya mashabiki wameanza kuongea chini chini ya kwamba wana wasiwasi na striker wao Jonathan Soa, eh, huenda akawa ni mmoja wa wachezaji ambao wanakwenda kuchukua sifa za Ateba, yani wanabaki kule kule alipokuwa Ateba. Au uzuri kocha ni mjanja, kocha kasajili wa, ma, mafuadi watatu okay. kuna Soa, kuna naniyo yani a huyu nani Mkwala, pia kuna Selemani Selemani. Mwalimu akatoka kiwango, ni vitu vya kawaida sana, kuanzia hapa kwetu mpaka nje tunaona. Kwa hiyo kuna machaguzi, ni kitu cha kawaida sana kwa wachezaji mchezaji X factor ambaye alikuwa ana tunafanya interview. samani samani ama yeah. Uh, mchezaji X factor ambaye eh, alikuwa na muhitaji Fadlu Rahman Davis ambaye anasema ni aina ya mchezaji wa Feisal Salum Feitoto, amemkosa kuelekea msimu ujao eh, bado eh, wa mashabiki wanakuwa wanatia maji tia maji wakihofia kwamba huenda yule mchezaji wa kuamua matokeo hata kuwepo je. E, msimu utakuwaje? Na kama mchezaji huyo ambaye kocha alikuwa anamhitaji eh, hajampata kamkosa Faisali, lakini naamini kwenye wachezaji ambao kwa wachagua kwa sajili yupo ambaye atampata. Ndio maana nakwambia, kama wewe utapata muda kuangalia hii mechi utaona mwalimu akiwafundisha wanafunzi na wewe jinsi ya kucheza mpira. Inawezekana akawa ana imani kubwa sana kwa Kamala kuliko Faisali, lakini leo utaona Kamala anamwambia kocha, hebu tuuliza pressure, nipo hapo kwa ajili yako. Leo utaona Benjamin Mkapa hapo uwanja wa Sawa so, tusubiri dakika tisini ama dakika mia na ishirini ama mikojo penati kuja kuamua mchezo wale. Mechi inaisha dakika tisini ndugu yangu hamna mikojo penati wala mia ishirini. Nakwambiaje mimi najamini na timu yangu dakika 90 utaona mechi inaisha. Najamini, lakini ulipigwa mechi tano mfululizo. Kwenye mpira kawaida Arsenal kashinda na big na big mechi karibia miaka miwili mfululizo hajafungwa na big match lakini juzi kafungwa. Kwa kwenye mpira unaweza kufungwa mara kumi mfululizo lakini siku unakuja unashinda the way jinsi unavyojiandaa na ubora wa wachezaji wako lakini mchezo wa leo Yanga wanasema wanaendeleza kile ambacho walichukua na wanafanya kila siku. Maneno na dakika tisini hapo ni vitu viwili tofauti, kuna maneno halafu kuna dakika tisini uwanjani. Mtu anaweza kaongea, lakini dakika tisini ndio naamua kila kitu hapo uwanjani. Dakika tisini za mwisho mlipigwa, lakini anakwambia je, hiyo haijalishi, kwenye mpira chochote kinaweza kutokea, lakini kwa asilimia tisini Kwangu mimi Simba anashinda huo mechi bila wasiwasi. Una sababu gani za kusema Simba anashinda? Kwa sababu ya ubora wa kikosi changu. <laughs> Unaamini kikosi chako ni bora kuliko cha Yanga? Nilikwambia tokea mwanzo asilimia laki moja lakini mara mwisho ulipigwa. Nakwambiaje kwenye mpira ni vitu vya kawaida mtu anaweza akashinda akafunga mechi zake 10 mfululizo lakini mechi moja akaja akashinda. Baada ya kusoma dakika 90 ngapi ngapi? Bila bila. Unafunga Yanga goli mbili bila bila. Bila huruma. Nakwambiaje unanifahamu utanitafuta baada ya mechi. Asante sana. Nashukuru.